Sao. Asante, kwa majina yanaitwa Beatrice Sylvester Maire. Mimi ni afisa afya mazingira, lakini ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma. Sawa, tataka tuweze kupata elimu hapa afisa, kuhusiana na mwananchi wa hali ya kawaida. Anatambuaje kama chumvi hii haina ma, madini joto na chumvi hii ina madini joto? Sante. Ili kuweza kutambua uh, chumvi yenye madini joto na chumvi ambayo haina madini joto ni kuna njia rahisi sana ambayo tunaweza kutumia njia ya kiasili. Maana ziko njia mbili, kuna moja tunatumia kemikali ambavyo viko zinaitwa iodine tester RTK, uh, lakini ipo njia nyingine ya kiasili ambayo tunatumia vile vifaa ambavyo tuko navyo pale jikoni nyumbani ambao tunaweza kutumia ndimu wa malimao kwa ajili ya kupima uwepo wa madini joto. Na uwepo wa madini joto ni tofauti na kiwango. Kwa hiyo kwenye uwepo tunachukua ile chumvi ambayo tu tumenunua hasa ya mawe ambayo tunaitumia kwa asili ya huku. Hata ukisema uchukue ya unga, utaona itatoa matokeo sawa na hiyo ya mawe. Lakini mara nyingi zile za mawe ndio zimesadikika kuwa zinapoteza yale madini joto ambayo wanawekwa tangu kwenye sehemu ya uzalishaji kutokana na sababu nyingine za kuto kuhifadhi chumvi katika ubora wake. Sasa ukishachukua chumvi ile kama kidogo tu kwenye mkono, unakuwa umetafuta karatasi nyeupe, utaweka karatasi kwa chini yake, utaweka ile chumvi pale. Ukishaweka chumvi, basi kipande chako cha limao utakata, ama ndimu, utakamulia kwenye ile chumvi. Utakapokamulia kwenye hiyo chumvi ile chumvi inaweza kuleta matokeo mawili. Tokeo la kwanza, ikabaki kama ilivyo vile ambavyo ulichukua ukaweka kwenye karatasi, lakini tokeo la pili, ikaonekana ile chumvi imeweza kubadilika rangi kutoka kwenye rangi ya weupe weupe ambao kama tunaona kwenye chumvi kwenda kwenye rangi kama ya bluu ama dhambarau fulani inataka kuchanganyika hapo. Aa, manake sasa katika matokeo haya mawili, kwenye tokeo la kwanza chumvi ambayo imeonesha kubaki kama ambavyo uliweka kwenye karatasi baada ya kuweka limao, hii inaonesha hiyo chumvi haina ubora ule unaofaa na haifai kwa matumizi, kwa sababu madini joto hayapo. Lakini hiyo tokeo la pili ambayo nimeelezea yenye kuonesha kwenda kwenye rangi ya blue, kama kuelekea zambarau, manake chumvi hiyo ipo katika ule ubora unaofaa na inaonesha uwepo wa madini joto katika chumvi hiyo. Tafsiri yake chumvi hii inafaa kwa matumizi ya binadamu na matumizi mengine ya kawaida ya nyumbani.